Watu wengi sana tunaamini kwamba kujielezea sana ni dalili ya kujiamini, kueleweka, au kuonyesha ujuzi mtu alionao, lakini kiuhalisia, katika dunia ambayo imejaa kelele nyingi, ukimya una thamani kubwa sana kuzidi kuliko kujielezea sana, kwa maana kwenye kukaa kimya kuna nguvu zaidi kwa maana kuna msemo wa busara unasema kwamba akili nyingi huambiwa pole. Hii ni ishara kwamba wakati mwingine kusema kidogo ni ishara ya akili kubwa kwa hali ya juu, na kujieleza sana ni dhaifu na kutojiamini. Na kuna faida kubwa sana ya kutojieleza sana. Miongoni mwa faida hizo ni kwamba huongeza sana na hekima. Siku zote watu wenye hekima sana huwa si watu kujielezea sana, wenye no anasema no, wenye yes anasema yes, wasiku zote walivyo na huwa wanaamini neno lao ni sheria. Faida ya pili, kulinda faraga au sia yako, kiwa mtu akuo jielezea sana saidia sana kulinda faragha yako yako au siri yako. Kwa watu wanaojielezea sana, ni ngumu sana kulinda siri zao. Na faida anaopata kuondoa mijadala isiyo lazima, kuna watu wengine huwa wanapenda sana kuongea. Sasa ukiwa mtu kuongea neno fupi au maelezo machache yaliyoeleweka, itasaidia sana kuna baadhi ya mijadala kuepukana nayo, mtu mweza mkaongelea hmm. hivi anajirizia mambo ya mja, sasa hiyo inakuwa sio nzuri sana. Faida inayofuata kuokoa muda na watu ambao wanapenda sana kuongea sana, naweza kutumia hata zaidi ya masaa matatu au manne. Sasa ukiwa mtu kuongea kwa maneno machache, utamguzia ile confidence ya kujielezea sana na kumpa nafasi ya kutaka kuongea zaidi. Faida nyingine inalinda hisia zako, au udhibiti wa hisia. Wengine wakiwa sana, ambavyo, nafata, na furaha sana au wakiwa na hasira sana, huwa kadri wanavyozidi kuongea ndiko ambavyo hisia zao zinapanda zaidi. Faida inayofuata na ya mwisho kupunguza hatari ya kusemwa vibaya kwamba kuna watu ambao ukiwa unajielezea sana, mtu ni rahisi sana kusema da, ule mtu anapenda kuongea sana, ni ongeaji sana. Saa ukiwa unaongea maneno machache na ndio hau hapana, itasaidia sana watu kusema.